Wapo wafanyabiashara wasio waaminifu ambao kwa makusudi kabisa hufanya biashara kinyume na taratibu, ikiwemo kutumika na wafanyabiashara wa nchi jirani kununua na kutorosha mifugo yetu kwa siri kwa kutumia vipenyo visivyo rasmi kwenda kwa majirani zetu. Wakati mwingine, wafanyabiashara kutoka nchi jirani huingia na kwenda moja kwa moja katika minada ya awali kwa kuwatumia wenyeji kununua mifugo hiyo na kuisafirisha kinyume na taratibu. Hivyo ni watake sasa wafanyabiashara ya mifugo nchini hususani wanaosafirisha mifugo kwenda nje ya nchi kuzingatia sheria, taratibu na kanuni. Miundombinu imewekezwa, kuna sababu ya kufanya hayo uliokuwa unayofanya huko nyuma. Kwa sasa dunia nzima inahitaji mifugo kutoka Tanzania, inahitaji mazao ya mifugo kutoka Tanzania. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya kipindi chake cha miaka minne hii ambayo amekuwa madarakani. Mheshimiwa rais wetu ameweza kutujengea minada hamsini na moja yenye thamani ya shilingi bilioni kumi na saba nukta tano. Haikuwahi kutokea ndani ya historia ya taifa letu. Ameiweza mama, ndani ya kipindi kifupi minada hamsini na moja imekamilika. Lakini minada hii tunaona imetuongezea biashara ya mifugo hapa nchini, ambapo thamani ya mifugo yetu iliyouzwa kwenye minada hii iliyojengwa imeongezeka kutoka shilingi trilioni moja nukta tano mwaka elfu mbili ishirini na moja hadi leo hii, thamani ya mazao yaliyouzwa na mifugo iliyouzwa kwenye minada hii imefika shilingi trilioni tatu, nukta saba kwa mwaka huu wa fedha. Hizi ni pesa za wafugaji. Hongereni sana wafugaji wa nchi hii.